Mara ya kwanza katika historia ya siasa za Tanzania, zaidi ya nusu wapiga kura ni wanawake na idadi ya wanaowania ubunge imeongezeka kwa karibu mara mbili ikilinganishwa na uchaguzi uliopita. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unashuhudia sauti ya mwanamke ikisikika zaidi katika medani za siasa za Tanzania baada ya kujitokeza kwa wingi kuwania nafasi za kuchaguliwa kuwa wabunge. Ushiriki huo wa unaashiria kuwa juhudi za usawa wa kijinsia zinazaa matunda na kuongeza ajenda za wanawake katika Bunge la 13 la Tanzania litakaloanza mwaka huu. Orodha za wagombea wa viti vya ubunge mwaka 2025 iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inaonyesha kuwa wanawake 558 wa wamejitokeza kuwania ubunge katika majimbo 272 kupitia vyama vyao vya vya siasa 18 vinavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu wanawake hao 558 ni sehemu ya wagombea 1735 waliopitishwa na INEC kuwania ubunge katika majimbo ya uchaguzi. Hiyo ni sawa na kusema asilimia 32.2 au karibu theluthi moja ya wagombea wote wa ubunge mwaka huu ni wanawake, jambo linaloashiria mwanga katika kufikia malengo ya hamsini kwa hamsini ifikapo mwaka 2030. Idadi hiyo ya wanawake wanaogombea ubunge imeongezeka kutoka 293 ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020. Hiyo ni sawa na ongezeko la asilimia 90.4 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Licha ya ongezeko hilo, bado idadi ya wagombea ubunge wanawake iko chini ikilinganishwa na wanaume. Mwaka 2020, wanawake waliogombea ubunge walikuwa asilimia 23.3 na wagombea wote 1257 waliojitokeza kuwania majimbo 264. Matokeo yake, wanawake 26 kati ya 293 walifanikiwa kupata viti vya ubunge kwa njia ya kupigiwa kura na wananchi. Je, yeah. Mwaka huu idadi itaongezeka? Tusubiri uamuzi wa wapiga kura Oktoba 29. Uchambuzi wa orodha za wagombea wa viti vya ubunge mwaka 2025 iliyotolewa na, na INEC uliofanywa na Nukta Habari unaonyesha vyama vidogo ndio vimesimamisha wagombea wa wanawake wengi kuliko vyama vikubwa. Ikumbukwe kuwa mwaka huu vyama 18 kati ya 19 vinashiriki uchaguzi mkuu, huko Chadema kikikosa sifa baada ya kutokusaini kanuni za uchaguzi. Chama cha Demokrasia Makini kimeshika nafasi ya kwanza kwa kusimamisha wagombea ubunge wanawake 50, sawa na asilimia 8.9 wagombea wanawake wote 558, au sawa na kusema kwa kila wagombea wanawake 100 basi takribani 9 wanatoka Makini. Makini kimefuatiwa karibu na chama cha National League of Democracy ambacho kinawagombea wanawake 42. Nafasi ya tatu imeshikwa na chama cha kijamii CCK chenye wagombea 40 na chama cha ukombozi wa umma cha umma wa wagombea 40. Nafasi ya tano imeenda kwa chama cha Democratic Party chenye wagombea 38, chama cha Mapinduzi CCM chenye wagombea 38, Civic United Front Kafu wagombea 35 Alliance for Africa Farm Party wagombea 33, ACT Wazalendo wagombea 31 na National Reconstruction Alliance kimesimamisha wagombea wanawake 30. NCCR Mageuzi ndio chama kilichosimamisha wagombea wanawake wachache zaidi miongoni mwa vyama 18, wanawake 12 kati ya chama hicho ndio wanawania ubunge sawa na asilimia 2.2 na wanawake wote waliojitokeza mwaka huu. Hata katika idadi waliojiandikisha kupiga kura wanawake wanafanya vizuri. Kwa mujibu wa INEC, kati ya Watanzania milioni 37.6 walioandikishwa kupiga kura mwaka huu, milioni 18.9 sawa na asilimia 50.3 ni wanawake. Baadhi ya wataalamu wa talamu, maswala ya uchaguzi na jinsia wanaeleza kuwa elimu ya mpiga kura na usawa wa kijinsia imeongeza mwamko kwa wanawake kushiriki katika shughuli za maendeleo ikiwemo kutimiza haki yao ya kuchagua na kuchaguliwa. Mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanahabari Wanawake Tanzania Tamwa, Dr. Rose Ruben, katika mahojiano na Nukta Habari ameeleza kuwa sera na mazingira ya kisiasa yameboreshwa, jambo ambalo limewapa wanawake ujasiri wa kushiriki katika siasa. Amesema hatua hizo zimehakikisha kuwa siasa ni eneo salama kwa wanawake na hivyo wengi wamevutiwa kuingia katika ulingo huo ukuwania nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Dr. Rose anasema ili kuvutia wanawake wengi zaidi kushiriki kwenye siasa ni muhimu kuboresha mazingira ya kidijitali ambapo wanakumbana na ukatili wa kimtandao na kuimarisha jitihada za kuwajengia uwezo, kuongeza ujasiri na kuimarisha uongozi wao, yeah. Kwanza kilichosababisha wanawake wakati huu kuongezeka zaidi, naamini kwamba itakuwa ni kwa sababu sera pamoja na mazingira yameboreshwa zaidi kuweza kuwahakikishia wanawake kwamba siasa ni eneo ambalo ni salama na ambalo wana, wanastahili kuwemo, na hivyo wengi wakawa wamevutiwa kuweza kuingia na kuweza kujaribu kwa kutupa kete zao ili waweze kufanikiwa. Wapo waliofanikiwa maanake walipitishwa majina yao, lakini wako ambao walipitishwa zaidi na kuweza kuingia kwenye kampeni, na hivi karibuni wanatarajia kwamba waweze kutupa tena kete yao. Wamefanya kampeni na wanasubiri sanduku la kura litawajibu nini. Kwa hiyo yote hayo ni kwa sababu kwanza sera zimewaruhusu, lakini na mazingira yamewaruhusu. Mazingira nikimaanisha uh, wanajamii wameelewa ya kwamba mwanamke ni kiongozi halali ambaye anaweza kuingia na kuwania nafasi mbalimbali mbali katika siasa, yani ubunge, uh, madiwani, lakini mpaka na rahisi, rahisi kwa kipindi hiki, kwa sababu hata mwaka jana pia waliongezeka zaidi katika eneo la serikali za mitaa. Akizungumzia sababu za vyama vya siasa vyenye ushawishi mdogo kuweka wagombea wengi wanawake, Dkt Lubeni amesema kuwa hali hiyo ni matokeo ya kuongezeka kwa uelewa kuhusu elimu ya jinsia na uongozi. Niliyekusomea makala hii, jina langu ni Fatma Huseni, Nukta TV.